Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo hadi mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Qatar yatakapokamilika. Makubaliano haya mapya yanakuja wakati ambapo waasi wa M23 wamekuwa wakiongeza mashambulizi yao tangu Januari, hali iliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 7000 kwa mujibu wa mamlaka za Kongo. Tangazo la pamoja la pande hizo mbili limetolewa Jumatano hii baada ya zaidi ya wiki moja ya mazungumzo ambayo yalielezwa kuwa wazi na ya kujenga. Mwezi uliopita, Rais wa DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame pia walisisitiza kujitolea kwao kwa kusitisha mapigano bila masharti katika mkutano uliofanyika Doha, Qatar. Mgogoro wa Mashariki mwa Kongo umeendelea kwa miongo kadhaa lakini hali ilizidi kuwa mbaya mwaka huu baada ya M23 kushambulia na kudhibiti miji mikubwa ya Goma na Bukavu, hatua iliyozua hofu ya kuzuka kwa vita vya kikanda. DRC imeendelea kuituhumu Rwanda kwa kuwasaidia waasi wa M23 kwa silaha na wanajeshi, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha, licha ya ripoti za Umoja Mataifa na Marekani kuonesha usaidizi huo. Rwanda imeeleza kuwa wanajeshi wake wanajihami dhidi ya mashambulizi kutoka kwa jeshi la Kongo na makundi ya wanamgambo ambayo Rwanda inadai yana uhusiano na wahusika wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Serikali ya Kongo pia imeshutumu Rwanda kwa kuchimba madini kinyume cha sheria mashariki mwa nchi hiyo, madai ambayo Kigali imekanusha vikali. Katika taarifa pamoja iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ya Kongo na pia kuchapishwa kwenye akaunti ya X ya msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka, pande zote mbili ziliahidi kuendelea na mazungumzo kwa nia njema. tumekubaliana kwa pamoja kuthibitisha kusitishwa kwa mapigano mara moja, kukataa kwa dhati hotuba za chuki, vitisho na tunaziomba jamii zote za ndani kuheshimu makubaliano haya, ilisomeka sehemu ya taarifa hiyo. Makubaliano hayo yanaeleza kuwa kusitishwa kwa mapigano kutaendelea kote nchini humo katika kipindi chote cha mazungumzo hadi yatakapohitimishwa. Chanzo kilicho karibu na mazungumzo hayo yaliyo chini ya upatanishi wa Qatar kimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa mazungumzo hayo karibu yavunjike kutokana na masuala ya kiufundi, ingawa hatimaye pande hizo mbili zilirejea kwenye meza majadiliano. Hata hivyo, bado haijafahamika ni kwa muda gani usitishaji huu wa mapigano tadumu, hasa ikizingatiwa kuwa makubaliano kama hayo yamewahi kufikiwa tangu mwaka 2021 lakini mara kadhaa yakavunjika. Waziri wa mambo ya nje wa Belgiji, Maxime Privot, alitaja hatua hiyo kuwa hatua muhimu kuelekea kumaliza machafuko. Kataa ilichukua jukumu la upatanishi baada ya waasi wa wa M23 kukataa kushiriki mazungumzo ya awali yaliyopangwa kufanyika Angola mwezi uliopita.